Simba, kwa nini akicheza ha, yani akicheza huko Amaan itakuwa ina shida gani, badala ya kucheza hapa taifa? Yani kuna utofauti gani wa Simba kucheza hapa na huko Amaan? Ngoni mrahisishe tu swali eh. Hivi Lwambano, kwa nini hii taarifa mashabiki wengi wa Yanga wameifurahia exactly sana? Yani na mashabiki wa Simba hawaitaki kwa nini? E taarifa. Yaani hey, eh, taarifa aw... kwamba game itapigwa New Amaan Complex. Mashabiki wa Yanga inaingilia. Nimeona Privadinyo, nimeona Alikamwe. Watu wote wa Yanga wanafurahi. Ngoja ni kuambia. Kwa nini historia? Erasta e, ananambia amechanganyikiwa. Haelewi amevuruga. <laughs> <laughs> Sasa ngoja ni wajibie. Umeme hataki kukubali hilo jambo hataki. Historia ya Simba. Sadi anasema taarifa sio rasmi. Hasangoja ni wajibie. Kis, historia ya Simba eh. Na sababu ya mashabiki ya Simba kukataa ni yani, kutokubaliana na hii taarifa ni moja tu okay. Uwanja wa Benjamin Mkapa hatoki mtu sawa, wao wanaamini mm. Kwa uwezo wa Berekani sasa hivi sawa, kule kuchomoa kule kwao ni ngumu mm -hmm. Kwao wanajua tunaweza tusifanye vizuri kwa Berekani, okay. Lakini tukija pale Benjamin Mkapa hatoki mtu, hiyo ni imani ipo na ni kweli. Simba wamethibitisha hilo mara kadhaa. Ni, ni imani au kuna vitu vishawekwa Ah sasa nini? Hamna mimi sijui hivyo lakini ninachojua mimi ni kwamba hiyo imani najua popote shekhe. Najua yes, najua. E, hiyo na, na, na kama wamefanya mazoezi. Sasa hivi tuna pitch iko hapa. Sasa tuko hapa uwanja wetu hapa. Kama wamefanya mazoezi vizuri na no, wameji wamejipanga vizuri, uwanja si kitu, shida kati uwanja wao, wanaamini mazoezi sikafanya, mchezaji mpira ambaye ana move hasa yes. ngoja uh -huh. Mimi nijibu nijibu hii uh -huh. Najibu kwa maswali, <laughs> uh <-huh. laughs> a a a <laughs> kwa <laughs> mujibu wa <laughs> naibu jing waziri wa utamaduni, sanaa na michezo. okay. nawajibia sasa. Simba namnukuu, alisema mm. hivi mm. anatamani hii fainali mm. washuhudie mamilioni, amini mamia maelfu ya watu mamia okay. kwa maelfu, sindio? Uwanja wa Benjamin Mkapa unabeba watu elfu sitini uwanja wa New Amaan ni elfu kumi na tano mpaka ishirini i think kama hapo nitakuwa sijakosea namba zake ni 15 mpaka ishirini. Kwa hiyo na hii ben. ni fainali ya kwanza kwa kwa Simba Sports Club sawa eh? mm. shirikisho kuchezwa hapa okay. sio, anaelewa. Kwa hiyo anatamani watu wengi waishudie hiyo fainali. Hiyo fainali ikitokea sasa kule Zanzibar yes. sio, ikitokea lazima itachezwa, kwa hiyo kule ehe, kwa hiyo kule Zanzibar washiriki wa, amini watakaoishudia ni wachache.